Tuleke kule kaunti ya Busia ambapo kama mojawapo wa njia za kukabili umaskini na miongoni mwa wenyeji wa kaunti ya Busia pamoja na kuwezesha wenyeji kujitegemea kiuchumi, serikali ya kaunti ya Busia imezindua mpango wa kufadhili wakazi ambao wamejiunga kwa makundi na kubuni vyama vya ushirika kwa lengo la kuendeleza kilimo. Kama navyotuarifu Robert Malala. Kaunti ya Busia ilitambulika kwa miongoni mwa kaunti maskini nchini, japo huenda wimbo ukabadilika kufuatia hatua ambayo serikali ya kaunti hiyo chini ya Gavana Dr. Paul Otuoma kuanzisha, hasa kupitia kwa idara ya kilimo. Hii imedhihirika wazi baada ya serikali ya kaunti kuzindua mpango wa kufadhili wakazi kupitia kwa makundi ili kuwekeza katika kilimo chini ya mpango wa nafsi DP. Huku makundi 35 ambayo tayari yamebuni vyama vya ushirika katika kila wodi yakinufaika na ufadhili wa shilingi laki saba kila kikundi. <coughs> Akiongea wakati wa kutoa hundi ya zaidi ya shilingi milioni 24 katika uwanja wa ATC mjini Busia, naibu gavana Arthur Dera amesema kwa lengo kunu kuondoa umaskini, kuwapa wenyeji mapato na kuzalisha chakula cha kutosha. Leo tuko hapa tunagawa pesa kesho tuje tusherekee the growth of these cooperatives that we are giving money today it is only through growth that we can transform lives cooperatives may be small today tomorrow we want to see them big they will employ people they will put money in our pockets they will put food on our tables and that is what we want to see ni hatua ambayo imepigiwa upato na katibu wa kudumu katika wizara ya vyama vya ushirika anayesimamia zina hustler fund Susan Mangeni na kusema kuwa serikali ya kitaifa iko tayari kutoa mafunzo na ufadhili zaidi kwa makundi ili kuyawezesha kufungua viwanda vya kuboresha mavuno yao. Niko na shirika linajiita Kenya Industrial Estate. The leaders of sacco, tunaenda kupanga na kutenga nafasi ile ambayo tunaweza kutana na all leaders wa all these 35 sacco. Nataka mkae chini na Kenya Industrial Estate so that then we can discuss how we support you. No, move move your farming to the next level of value addition. Because sisi tunasaidia wale MSME ambao wanaingia kwa viwanda we promote rural industrialization. Na mheshimiwa, wakati nataka kuja kuwapatia 300,000 huu oh, niambie sisi tutakamapu na some parameters za kuasses kama kama watu wamelima alikuwa analima eka moja, hiyo group sasa ina lima eka mbili, tutaongezea. Katibu Mangeni aidha ametoa changamoto kwa serikali ya kaunti kufuatilia vikundi hivyo kwa karibu na kuwahimiza kutia bidii ili kuhakisha kwa hivi karibuni kaunti ya Busia na inanawiri katika sekta ya kilimo. Baadhi ya wawakilishi wa wodi wakiwemo kiongozwa wengi katika bunge la Busia, Josephat Wandera, mwenyekiti wa kamati ya kilimo, Beatrice Kanoti na waziri wa kilimo Dr George Mukok wakiapa kuhakisha kuwa ndoto hiyo inafaulu ikiwemo kushawishi wakazi wengi kujiunga na vyama vya ushirika. Nitawaomba, nitawasihi kwa unyenyekevu, wale ambao wamepewa nafasi muweze kushirikiana na wenzenu, muweze kushirikiana na administrators ili muweze kusimamisha hizo sako. Tafadhali nendeni nyanjani, mumobilize watu wengi kujoin sako, Kuform cooperatives ili tuweze kudevolve na kurevolve hizi funds kwa kila mmoja wetu kule mashinani. Apart from what you are witnessing today, pia tuko na extension imekuwa imara through motorbikes, kila ward iko na motorbike. Sasa hii mechanization pia inaendelea na mbolea, farming pools pia ziko through subsidy. We are working very well, ila tunawasihi Uh, kuna bills karibu tano huko bunge, ningewaomba tu mfast track because they are very crucial to hii journey yetu ya agenda ya transforming agriculture. Wilson Odur kutoka Sikomene, ubunge la Butula, ambaye licha kuishi na ulemavu amebobea katika kilimo cha ufugaji wa samaki, mifugo na mboga, na anasema kwa ufadhili huo umewapa matumaini ya kujiendeleza katika kilimo huku akipongeza serikali ya gavana Tuoma. Nimeona kwamba nimeangaziwa vizuri kwamba nitaweza saidika katika mambo ya ukulima. Katika hii mikopo nimejipanga kupanua ukulima wangu upanuke na nipate ingawaje, vyenye naweza patiana watoto karo. Sisi wa mama wa Busia, wengi wetu tulikuwa tunaona kama hatuwezi weka pesa kwa bank, kwababu hatuwezi enda bank. Sasa hii sako itakuwa rahisi kwa mama ambaye ana ile viti yake, pesa zake kidogo enye ameuza labda kama ni mboga, ametoa kwa maziwa, ametoa kwa yale vitu ambayo ameuza kusave. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa taifa la Kenya, na sasa juhudi hizi ambazo zinafanywa na serikali ya kaunti ya Busia kupitia kwa idara ya kilimo ni mojawapo ya juhudi za kuhakikisha kwamba swala la umaskini linakabiliwa. Robert Malala Nyota TV kaunti ya Busia. Shukrani Robert Malala kwa uketo wa taarifa hiyo, ongeze taarifa.